Majina anaitwa Chifu Machimu, mwenyekiti wa taasisi ya wafikiliaji duniani TAWADU. Ndugu waandishi wa habari, tuna jambo ambalo tumeona ni vyema Watanzania na dunia ifahamu kwamba Tanzania tuna wakati wa uchaguzi, kama alivyomweleza mwanasheria, kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu kila baada ya miaka mitano tunapata uchaguzi kuwapata viongozi watakaosimamia na kuongoza nchi kwa awamu ya miaka mitano. Kama ada, tume ya uchaguzi imetekeleza jukumu lake kama ilivyoelezwa na wajumbe hapa, na sasa tunaelekea kwenda kwenye uchaguzi wenyewe. Wito wetu kwa wananchi ni kujitokeza kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa kuwachagua viongozi ambao walikidhi vigezo vilivyoainishwa na tume yetu ya uchaguzi. Na nje ya hapo hakuna utaratibu mwingine ambao utapangwa na tume tena. Kwa sababu tume ilifanya majukumu yake tangu kuandikisha, uchukuaji wa fomu, utoaji wa elimu na kila kitu sasa kinaenda vizuri. Wito wetu, wito wangu ni kuwaomba wananchi kujitokeza tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi kwenda kupiga kura kuwachagua viongozi ngazi ya rais, wabunge na wadiwani, na sifa zake ni kujiletea heshima ya taifa. Ni viombe vyombo vya ulinzi na usalama visimamie nchi kwa sababu ni mujibu wao kikatiba kuhakikisha nchi iko salama na sisi tunasema nchi iko salama, ni lazima tu tufikiri upya ni namna gani bora ya kusimamia usalama huu. Niombe ujumbe huu wafikie wa Tanzania, kuwa hatuhitaji machafuko na hatuhitaji vurugu na vita kwa sababu ya jambo la uchaguzi. Jambo la uchaguzi kwa mwaka huu ni jambo lililowahi kufanyika miaka mingine tangu kuanzishwa kwa uhuru tunaenda kwenye uchaguzi tukiwa tunajua ni desturi yetu kila baada ya miaka mitano. Niombe Watanzania tujitokeze kwenda kupiga kura. Asanteni sana kwa kutusikiliza. E, kupiga kura, kushiriki kupiga kura au kwenda kupiga kura msingi wake ni upi? Msingi wake ni sheria mama ya nchi. Ukiangalia katika katiba ya nchi kifungu namba sabini ibara namba sabini na nne kifungu kidogo cha kwanza ndiyo msingi wa neno uchaguzi katika taifa la Tanzania. Sasa uchaguzi huu unatokana na hicho kifungu, ibara ya sabini na nne kifungu kidogo cha kwanza, lakini unasoma pia na ibara sabini na nne kifungu cha saba na kifungu cha nane. Ukiona tume huru ya taifa ya uchaguzi ukiona sheria ya, ya, ya, ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani pamoja na kanuni zake, ukiona sheria ya tume huru ya taifa yenyewe pamoja na kanuni zake, ujue inatokana na msingi wa maisha ya Watanzania ambayo ni katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo hatuendi kufanya jambo ambalo kama limekuja, hatuendi kufanya jambo kama vile tumeletewa. Hapana, ni utamaduni wetu wa kuishi katika taifa letu, na huwa kipindi hiki, kuanzia mdogo mkubwa mzee, huwa wote tunajikita kwenye kuheshimu taratibu hii. Sasa tunaposema kwamba mtu washiriki kupiga kura, lazima tuone kwamba mtu mmoja tu anapoenda kushiriki kupiga kura kwa kiongozi anayemtaka au kiongozi anayeona kwamba anafaa kumletea maendeleo, lazima tutafsiri na maudhui ya huyo mtu anapopiga kura. Hilo tendo la kupiga kura, maana yake ni nini? Kupiga kura maana yake ni mtu anaenda kuonyesha sauti yake au tamko lake, kwamba mimi, ili niweze kupata maendeleo katika taifa, ili niweze kufanikiwa katika taifa, sauti yangu au tunasema eh, ili niweze kuendelea ili niweze kupata huduma ili niweze kupata mabadiliko eh? Ili niweze kupata haki, ninawajibika kwenda kupiga kura. Kwa hiyo kupiga kura tu ni sauti kabisa, kama mtu anaongea, japo ni tendo. Lakini kupiga kura ni, kuse, ni kutamka maendeleo kwamba maendeleo yaliyopo sasa na bariki yaendelee kuwepo, ndo kupiga kura. Lakini unapopiga kura unasema kwamba huduma za jamii sasa ziendelee Unapoenda kupiga kura, unapopiga kura unamaanisha kwamba mabadiliko chanya ya taifa yaendelee, ndo kupiga kura kumchagua kiongozi. Lakini unapopiga kura au napopiga kura au tunapiga kura tarehe 29 Oktoba, tunatamka au tunasema kwamba haki zilizokwisha kutendwa